Jana tuliwapigia simu wale ambao wanatupaga lile gari la paredi. <laughs> Jibu waliotugea jana tumecheka kweli kweli, rafiki yangu, wametuambia mmechukua ubingwa tayari. Tukawaambia, kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku. Wallahi billahi wallahi wabillahi, si watani wallahi wabillahi watalahi. Jana usiku tukawauliza Wallahi tena. Wewe ulikuwa hapo jana eh? Hey, eh, jana usiku umetujibu hivyo. Kwa nini Yanga ndio umechukua ubingwa? Baada tulikuwa tujawatafuta, sisi tunasubiri mbungi malizike tuanze logistics. Atuambia kwani kuna nini? Ah, kuna wenzenu hapo waliweka booking. Tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya ulikwenda kutafuta gari. <laughs> Tunajua watu wa ukimya wanaandaa timu kumwa kutafuta gari la paredi. Sawa. <laughs>